Alimfukuza nje kwenye mvua akipiga kelele, wewe si kitu. Mjomba wake tajiri alifika kwa Bentley. Jirani walisikia Marcus akimpiga kelele mkewe aliye na mimba kupitia mvua, akimwita takataka, akimwambia hatakuwa kitu kamwe. Walimwona akianguka magotini kwenye matope akiomba, kisha wakasikiliza za injini, sauti ambayo gharama yake kubwa haitakiwi kuwepo katika mitaa kama hii wakati mlango wa Bentley ulipofunguka na mtu yule aliyevaa suti ya dola dsent hwizand aliposhtuka, uso wa Marcus uligeuka mweupe. Alikuwa amemwaibisha tu mpwa wa Terence Dwit, bilionea aliyemiliki nusu ya jiji. Radi iliuma kupitia mtaa wa upande wa magharibi wa Atlanta jioni ile ya Septemba kama onyo ambalo hakuna aliyetaka kulisikia. Ndani ya nyumba ndogo ya matofali katika barabara ya Ashby Denise alisimama ameganda kwenye mlango wa jikoni akitazama sufuria ya wali ili yungua kwenye jiko. Miezi minane mjamzito, tumbo lake lilibana dhidi ya nguo ya uzazi iliyochaka ambayo alikuwa amevaa mara tatu tayari wiki ile. Harufu ya wali uliungwa ilichanganyika na harufu ya mvua inayoingia kupitia mlango wa waya, na alijua, alijua tu, hii itakuwa mbaya. Marcus alikaa kwenye meza ya jikoni akiwa amevaa nguo za kazi. Chupa ya nusu ya wiski karibu na simu yake. Macho yake mekundu na hatari. Alikuwa akiniwa zaidi hivi karibuni, tangu alipogundua alipoacha kuzungumza kuhusu kazi yake. Nilikuomba kufanya kitu kimoja. Marcus alisema, sauti yake chini na kali kama upanga. Kitu kimoja rahisi, pika chakula cha jioni. Hiyo ndiyo tu ulikuwa na kufanya leo. Denis alifungua kinywa chake ili kuomba msamaha kueleza kwamba mgongo wake umekuwa ukimuma na daktari alisema anahitaji kupumzika zaidi, lakini Marcus alipiga mkono wake mezani kwa nguvu kiasi kwamba chupa ilirukaruka. Mtoto, mtoto, mtoto, kila kitu ni kuhusu mtoto huyu! Je, mimi je? Ukweli kwamba ninafanya kazi siku nzima wakati wewe unakaa hapa ukifanya kitu Dennis alitaka kumkumbusha kuhusu kazi mbili za usafi alizokuwa akifanya hadi mwezi uliopita, kusafisha sakafu na vio wakati vifundo vya miguu yake vilivimba na magongo wake ukapiga kelele, akiokoa kila dola kwa ajili ya wakati mtoto atakapokuja. Lakini alikuwa amejifunza kutokubishana wakati anapokuwa hivyo. Kilichotokea baadaye kilipanda kwa haraka kiasi kwamba Dennis hakupata muda wa kukielewa. Marcus alisimama akachukua nguo zake kutoka chumbani na akaanza kuzitupa nje ya mlango wa mbele kwenye mvua. Viatu vyake, vitu vyake vya bafu, sanduku dogo lenye picha za ultrasound. Kila kitu kilishuka kwenye vidimbi kwenye bustani ya mbele wakati taa za jirani zilianza kuwaka moja baada ya nyingine. Tafadhali, Denise aliomba akishika mkono wake. Fikiria kuhusu mtoto. Niruhusu nikae usiku wa leo, Nitapata suluhisho kesho tafadhali. Marcus alimtikisa kwa nguvu kiasi kwamba aliyumbayumba, mkono wake kwa silika ukilinda tumbo lake kutokana na kuanguka ambako alipunguza kidogo, kisha akasema maneno ambayo yangembandika maisha yake yote. Wewe si kitu, unasikia? Wewe si kitu, utakuwa si kitu daima, umetoka kitu, wewe ni kitu na utakufa ukiwa si kitu. Ngambo ya barabara b Washington alipiga kelele kutoka kwenye baraza lake akimwambia Denis aje lakini Denis hakuweza kusogea. Alitembea nje kwenye dhoruba ile kama mwanamke tayari anayezama akashuka magotini kwenye matope na akaruhusu mvua ichanganyike na machozi yake wakati wa kukusanya mali zake zilizoharibiwa. Nyuma yake, Marcus alibandika mlango na kuufunga kwa kufuli. Mtoto alipiga teke ndani yake kana kwamba anaomba kitu kinaendelea. Kwa nini kila kitu kilionekana kuwa kibaya? Kile ambacho Marcus hakujua, kile ambacho Denise alikuwa ameficha kwa miaka mitatu, ni kwamba alikuwa amehadaa kuhusu kutokuwa na familia. Miaka mitatu iliyopita, kabla hajamkutana na Marcus, Denise alikuwa akifanya kazi kama mtoa huduma katika hafla ya misaada katika Ritz Carlton. Aliangusha uma wakati wa kujaza glasi za maji na alipoinama kuchukua mzi aliyekuwa kwenye meza alimtazama kana kwamba ameona mzimu. jina lako ni nani? Aliuliza akisimama licha ya mitazamo ya wasiwasi wasi kutoka kwa watu waliomzunguka. Denise Miller bwana, alijibu akiwa na wasiwasi wasi. amefanya kosa. Mkono wa mtu huyo ulienda kifuani mwake. mama yako, jina la mama yako lilikuwa nani? Denise aliganda. sikujua mama yangu kamwe alifariki nilipozaliwa. Macho ya mtu huyo yalijaa machozi. Nicole Nicole Edwitt, hiyo ndiyo jina la mama yako. Mimi ni kaka yake, mimi ni majomba wako Terence. Nimekuwa nikikutafuta kwa miaka 22. Usiku ule ulibadilisha kila kitu. Terence alimwonyesha picha za mwanamke aliyefanana kabisa na Denis, akamwambia kuhusu mama aliyependa usanifu wa jengo na ndoto ya kubuni majengo ambayo yangidumu milele. Alimwambia kuhusu mfuko wa amana dola milioni alfanti ambayo mama yake alimwachia, lakini Denise alikuwa na umri wa miaka na kuogopa. Neno familia lilimwogopesha zaidi ya kuwa peke yake, kwa sababu familia ilimaanisha watu ambao wangeweza kumuumiza, watu ambao wangeweza kuondoka. Kwa hiyo alikimbia, akabadilisha nambari yake akahama ng'ambo ya jiji na wiki mbili baadaye akakutana na Marcus katika duka la kahawa. Marcus wa kawaida rahisi ambaye alionekana salama ikilinganishwa na wajomba bilionea na pesa za urithi ambazo hakudhani anastahili. Sasa akipiga magoti kwenye matope nje ya nyumba ya Marcus, simu ya Denise ilibuz katika mfuko wake ulioloweka-loweka. Skrini ilikuwa imepasuka lakini bado inafanya kazi ikionyesha ujumbe kutoka nambari isiyojulikana: nimekuwa nikitazama, niko hapa. Kabla hajaweza kuelewa maneno hayo, alisikia injini yenye kina na nguvu ikilia kama kitu ambacho kiligharimu zaidi ya kila gari kwenye mtaa huo ukichanganiwa. Taa za mbele zilikata kupitia mvua za kung'aa, na nyeupe na zisizowezekana. Bentley Mulsanne ya rangi ya usiku ilisimama kwenye ukingo na mtaa mzima ukanyamaza kama ulimwengu ulikuwa ukishika pumzi. Bi. Washington alisimama kwenye baraza lake akiwa na mkono juu ya kiuno chake. Bw. Johnson alitoka nje licha ya mvua akitazama Vijana ambao walikuwa wamekaa kwenye gari chini ya barabara walitoka nje na simu zao tayari zikireka, kwa sababu walijua walikuwa wakishuhudia kitu ambacho kingejipasua mtandao. Mlango wa nyuma wa Bentley ulifunguka na Terence Dwight alishuka, mrefu, mwenye hadhi, ngozi nyusi ikingaa hata kwenye mvua, nywele za chumvi na pilipili zilikatwa kwa usahihi, akiwa amevaa suti ambayo pengine iligharimu kile ambacho Denise alisafika kufanya katika miezi sita. Dereva wake alihimiza kutembea na mwavuli, lakini Terence hakutazama viatu vyake au kuwa na wasiwasi wasi kuhusu nguo zake kulowekaloweka. Alikuwa akimtazama moja kwa moja Denise akipiga magoti kwenye matope yale, na sura yake ilikuwa ikivunjika kwa kila hatua aliyochukua kwake. Nje, Terence alisema, sauti yake ikibeba kupitia ua kwa uzito wa miaka mitatu ya kutafuta nimekuwa nikikutafuta kikutafuta kwa miaka mitatu. Ndani ya nyumba Marcus lazima alikuwa akitazama kupitia dirisha kwa sababu ghafla alikuwa akifungua mlango wa mbele akisimama kwenye baraza na wasiwasi ukigeuka hofu kwenye uso wake. nini kinachoendelea? wewe ni nani? Lakini Terence alimpuza kabisa. Alitembea moja kwa moja kupitia mvua akiacha viatu vyake vya dola elfu moja vizame kwenye matope akiacha suti yake kamili iloveke loveke na akapiga magoti karibu na Denise kana kwamba alikuwa ni mtu pekee ulimwenguni aliyehesabu. Pole sana, alisema, sauti yake nzito na hisia. Ningekupata kupata mapema, ningelinda. Denis alinongona mjomba Terence na kusema kwa sauti ilifanya kila kitu kuwa halisi kwa njia ambayo hakuwa tayari kwa ajili yake. Sauti ya Marcus iliuma aliposema nie Dennis anazungumzia nini? Ulisema huna familia? Ndipo Terence alipogeuka kumtazama Marcus na halijoto lilionekana kushuka digrii kumi. Sauti yake ilikuwa kimya, lakini ilibeba uzito ambao ulifanya Marcus arudi nyuma. Umemwambia nini mpwa wangu? Nyuma ya Terence, gari la pili lilikuwa limesimama, Mercedes SUV nyeusi, na wanaume watatu wamevaa suti wakishuka, na hakika hawakuwa wakitabasamu. B. Washington alipata sauti yake kwa sauti na wazi, bwana wa rehema, huyo ni mtu kutoka kwa habari. Huyo ni Terence Dwight, bilionea wa teknolojia, ana miliki nusu ya Atlanta. Rangi ilimponyoka Marcus katika sekunde, akienda kutoka nyekundu ya hasira hadi jivu mweupe kama ukweli wa hali yake ulipomgonga. Pu Dwight na angalia hii ni makosa. Denise na mimi tulikuwa na ugomvi, lakini wanandoa hupigana na sikujua alikuwa ni Terence. Alimukatiza kwa sauti ile ile ya kutisha ya utulivu, alikuambia hana familia na ulimwamini. Hilo lilikupa ruhusa kumuona kama aliyekuwa haramu, kama alikuwa si kitu. Neno hilo "kitu" lilininginia hewani kama mashtaka. Marcus alikuwa amempiga kelele Denise dakika tano zilizopita na sasa lilikuwa likirudiwa kwake na mtu ambaye angeweza kununua na kuuza maisha yake yote ya Markus bila kugundua gharama. Terence alimsaidia Denis kusimama kwa uangalifu kama vile alikuwa ameundwa kwa kiu. Wakati mmoja wa timu yake ya usalama alileta blanketi ya Kashmir na kuizungusha mabegani mwake, naomba msamaha, nilikimbia, Denis alisima kupitia machozi yake Miaka mitatu iliyopita. Pole, niliogopa. Sura ya Terence ililaini. Tuna muda wa hayo yote sasa hivi, tunahitaji kukupeleka mahali ambapo ni pajoto na pakavu. Alitazama nyuma kwa Marcus. Je, una mali yoyote za mpua wangu ambayo siyo sasa kwenye matope? Marcus alistaajabu, hii ni nyumba yangu, hawezi tu. Mmoja wa timu ya usalama wa Terence alisogea mbele, bwana tunaweza kuchukua mali za B. Miller sasa, au tunaweza kurudi na polisi na amri ya mahakama katika takriban dakika mparpi line. Ungependa ipi? Marcus alitazama wanaume, magari jirani sasa wakijazaniwa na baraza zao, simu yake ikiendelea kupiga kelele na arifa, kwa sababu nusu ya mtaa ilikuwa ikitiririka moja kwa moja wakati huu. Hilo lingeharibu sifa yake milele. Sawa, alininginia chukua chochote. Wakati Terence alimuongoza Denise kuelekea Bentley, alitazama nyuma mara moja kwenye nyumba ambayo alitumia miaka mitatu akijisikia kama mfungwa. Marcus alisimama kwenye baraza akionekana mdogo na bila uwezo na kuogopa, ambayo ndivyo hasa alivyomfanya Denise ajisikie kila siku ya ndoa yao. Ndani ya Bentley ilikuwa joto na kimya, mvua ilikuwa tu sauti ya upole dhidi didi ya kio kisichoweza kupatwa risasi Terence alikaa karibu naye, akishika mkono wake, akisema chochote. tukuwepo kwa njia ambayo familia inapaswa kuwa. Ulinipataje? Denise aliuliza hatimaye. Jibu la Terence lilifunua ukweli ambao ulibadilisha kila kitu. Sikuacha kutafuta kamwe. Miezi sita iliyopita, moja wa wapelelezi wangu alipata leseni ya ndoa. Denise Miller ameolewa na Marcus Thompson. Nilitaka kuwasiliana mara moja lakini mkuu wangu wa usalama alinishawishi kungoja kutazama, kuhakikisha una furaha na usalama kabla sijaingilia maisha yako. Alikuwa akitazama nyumba ng'ambo ya barabara. Nyumba yabi Washington ilikuwa na vifaa vya usalama ambavyo Terence alikuwa ameviweka baada ya kuelezani na nina, nina kwa nini ni alihitaji msaada. Alikuwa akimtazama Denise kwa miezi akitumaini hahitaji kuingilia. Lakini tayari dakika aliyohitaji, niliona ya kutosha kujua mpwa wangu alikuwa hatarini, alisema. Kwa hiyo nilikuja. Kupitia dirisha lenye mvua, Denis alitazama maisha yake ya zamani yakiwa madogo, nyumba, mtaa. Marcus bado amesimama kwenye baraza hilo akionekana amepotea. Alikuwa amedhani alikuwa si kitu, lakini ilibainika alikuwa kila kitu wakati wote alihitaji tu mtu kumkumbusha. Jumba katika backhead lilionekana kama kitu kutoka kwenye ndoto: sakafu tatu za jiwe pale na kiu kilichowashwa kama jumba, na bustani zikienea pande zote mbili. Ndani ilikuwa inashtua zaidi: sakafu za marmar, sanaa iliyomiliki katika majumba ya sanaa, ngazi mbili zinazoandikwa hadi sakafu ya pili. Lakini haikuwa baridi au tasa, picha za familia zilifunika kila ukuta na pale kwenye dari kulikuwa na picha yenye fremu ya fedha ya mama yake Nicole, kijana na kutabasamu, akibeba mtoto. Hiyo ni wewe, Terence alisema kwa upole. Picha pekini nayo ya ninyi pamoja hospitali, ilichukua siku uliozaliwa wa kabla. Alisimama akasafisha koo yake. Una tabasamu lake. Chumba cha wageni kilikuwa kikubwa kuliko nyumba nzima ambayo Denis alikuwa ameshiriki na Marcus chumba cha kulala na California King, chumba cha kukaa na moto wa moshi, bafu lenye bafu ambalo lingeweza kuwashika watu watatu, madirisha ya kitazama bustani na skyline ya Atlanta inayong'aa. Dikta Lamont Hughes alifika kwa wakati metumuenye hadi katika miaka yake ya 60, aliyemchunguza Denise kwa ukarimu wakati Terence akingoja nje. shinikizo la kola damu limeongezeka, ambalo linaeleweka, Dikta Hughes alisema, akifanya maelezo kwenye kompyuta yake ndogo. Mapigo ya moyo ya mtoto ni imara na thabiti, lakini ninakuwa na wasiwasi kuhusu wewe, Denise. Kiwango hiki cha msongo haupo mzuri kwani wote wawili. Alimuangalia kwa uzito. Usiku wa leo haukuwa wa kwanza mume wako akakuumiza, sivyo? Kula Denise lilifiniwa. Hakuwahi kunipiga. Sura ya Dkt. Hughes ilionyesha alielewa uonevu wa kimwili sio aina pekee inayohesabu. Kile kilichofuata kilikuwa kigumu zaidi kusikiliza kuliko Dennis alivyotarajia. Wakati alikuwa akiwa na daktari, timu ya usalama wa Terence ilikuwa ikiwa kwenye nyumba ya Marcus ikirudisha mali zake, na walipata vitu: kadi za mkopo kwa jina lake ambazo hakuzifahamu, taarifa za benki zinaonyesha ununuzi ambao hakuwahi kufanya akaunti ambazo zilikuwa zimeshauliwa mfumo. Marcus amekuwa akiba kutoka kwako kwa miaka miwili angalau, Terence alielezea kwa upole. Sasa hivi inaonekana takriban dola haza. Nambari hiyo ilimpiga Denis kama pigo la kimwili. Dola kila senti aliyohifadhi kutoka kazi zake za usafi, kila bahshishi na zamu za ziada kila dola aliyoweka akidha ni anayejenga mustakabali kwa ajili yake na mtoto wake. Marcus alikuwa amemuonyesha taarifa za akaunti akimwambia walikuwa na takriban elfu sitini na tano imehifadhiwa. Taarifa hizo zilikuwa za kweli, lakini akaunti ilikuwa kwa jina lake pekee na alikuwa akiimwagia muda wote akizua sahihi yake kwenye vipande vya kutoa, akichukua mikopo ya fedha kwenye kadi za mkopo alizokuwa amezifungua akitumia utambulisho wake. Kulikuwa na picha pia, Marcus na wanawake wengine kwenye baa, mikahawa, vyumba vya hoteli. Baadhi zilikuwa na tarehe, wakati wa uja uzito wa Denis. Wasifu wa uchumba kwenye programu nyingi, akimuorodhesha kama ambaye hayujawa na hana watoto Nataka kuweka mashtaka, Denise alisema, na Terence alinukuu kichwa. Tutafanya na tutahakikisha hawezi kukuumiza tena wewe au mtu mwingine yeyote. Wakati Denise alijaribu kulala usiku ule wa kwanza katika jumba, Marcus alikaa peke yake katika chumba chake cha giza cha kuishi, akizungukwa na makopo ya bia na uharibifu wa maisha yake. Video zilikuwa zimevuruga. Simu yake ilikuwa imelipuka na ujumbe Mama yake akilia, baba yake kimya, kaka yake akituma ujumbe kwamba alikuwa aibu. Marafiki zake walikuwa wamemwacha. Kila mtu alikuwa ameona video hizo zikimrusha mwanamke mjamzito kwenye mvua, wameona bilionea akimlaumu mbele ya mtaa mzima. Jumatatu asubuhi Marcus alijaribu kwenda kazini, lakini bosi wake alikuwa anamngojea na habari mbaya. Kampuni ina sifa ya kudumisha na kwa video hizi zikivuruga kuwa nawe kwenye wafanya kazi inatuma ujumbe mbaya. Marcus alijaribu kubishana, lakini bosi wake alimkatiza. Ulisitisha kazi miezi minne iliyopita, Marcus, baada ya tukio hilo na receptionist. Umekuwa ukija kila siku ukifanya kazi, lakini hilo ni uhaini. Usalama umepewa maelekezo ya kukuondwa ukireudi. Kwa hiyo uongo huo ulifichulwa pia. Marcus hakuwa na kazi kwa miezi minne. Hakumwambia Denise. Alikuwa akitumia siku zake kwenye baa na gorofa ya rafiki yake wakati alidhani alikuwa akifanya kazi. Pesa alizokuwa amemwiba amemwiba kutoka akaunti zake zilipotea. Zilitumiwa malipo ya gari, zili za ya gari hisabi za baa na tabia ya poker ya mtandaoni ambayo ilikuwa imezunguka nje ya udhibiti. Mwenye nyumba wake alipiga simu jioni ile. Marcus, tuna hitaji kuongea kuhusu kodi. Umekuwa ukisema utakuwa nayo wiki ijayo kwa miezi mitatu sasa na nina watu wanapiga simu wakiuliza kama najua nina kodi sha kwa mtu yule kutoka video. Una siku trintwa kuondoka. Marcus alikaa gizani na kukabiliana na ukweli. Hakuna kazi, hakuna pesa, karibu kufukuzwa. Ana kabili mashtaka ya jinai. Amri ya kuzuia inamzuia kuwasiliana na mkewe alikuwa amemwita Denise si kitu, lakini yeye ndiye aliyekuwa hakuna kitu kilichobaki. Wiki tatu baadaye, Denise alikaa katika ofisi ya wakili Bernard Crawford, miezi tisa mjamzito, na kuanda akwa ajili ya kesi ya kiraya ambayo ingeamua kila kitu. Wakili wa Marcus atataka kukuchora kama mwandukuzi wa dhahabu, Bernard alieleza alikuwa wakili hodari katika miaka yake ya limap na miwani yawayana ujasiri thabiti wa mtu aliyeshinda kesi nyingi. Atasema ulimshawishi Marcus, ulipata mimba kumkamata, ukakumbuka mjomba wako tajiri, ulipona nafasi. Denis alikunjua kichwa. Sikujua niko na mimba, niliporukia mjomba Terens miaka mitatu iliyopita. Bernard alitabasamu. Tuna ushahidi wa hilo, rekodi za kimatibabu, ratiba kila kitu. Wakili wake bado atajaribu, kwa sababu ni tu yote anayo. Unachohitaji kufanya ni kusema ukweli, kukaa kimya na usimwache akusumbue. Usiku kabla ya kesi, familia yote ilikusanyika kwa chakula cha jioni: Terence, mkewe Veronica ambaye aliruka kutoka Paris, mwao Cameron ambaye alirudia nyumbani kutoka chuo kikuu cha Howard, shangazi wa na waku bwana wa binamu Denis alikuwa bado anajifunza kujua, na bibi yake Rose aliyekuwa na umri wa miaka 83 na alikuwa amelia kwa saa moja, alipomuona hatima ya mjukuu ambaye alidhani amempoteza milele. Ningependa Nicole angeweza kukuona, bibi Rose alisema, akishika mkono wa Denis. Wewe ni kila kitu alichondota. Usiku huo Denis alifanya uamuzi Wakati hii itakapokwisha, angetumia urithi wake kusaidia wanawake wengine waliokuwa kwenye hali kama yake: makazi, msaada wa kisheria, programu za elimu, chochote ilichukua kuhakikisha hakuna mtu mwingine anajisikia peke yake kama alivyokuwa. Mahakama ya kaunti ya Fulton ilikuwa imejaa Denise alipofikia na familia yake, kamera na waandishi wa habari wakipiga kelele maswali, wakati Bernard aliwaongoza kupitia umati ndani ya chumba cha mahakama. Denise alimuona Marcus kwa mara ya kwanza katika wiki tatu. Alionekana mbaya, mwembamba zaidi, hakuwa amenyolewa, akiwa amevaa suti ambayo haikufaa vizuri, mtetezi wake wa umma akionekana kushindwa. Wakati macho ya Marcus yalikutana na ya Denise, kitu kilipita kwenye uso wake: majuto labda au hofu au aibu. Alitazama mbali. Jaji Loretta Morrison aliingia, mwanamke mweusi katika miaka yake ya 60 na nywele za fedha na macho makali ambayo hayakukosa chochote. Kauli ya ufunguzi ya Bernard ilikuwa ya kuharibu, ikipanga ratiba ya jinsi Marcus alivyomtenga Dennis, kuiba kutoka kwake, kumwonea mfumo kwa miaka mitatu. Kauli ya ufunguzi ya mtetezi wa umma ilikuwa dhaifu, ikihoja kwamba ndoa ni ngumu na kwamba marcus aliamini anastahili kutumia fedha za ndoa. Sura ya Jaji Morrison ilifanya wazi alichofikiri kuhusu hoja hiyo. B. Washington alishuhudia kwanza, akieleza miaka ya kushuhudia Marcus akimpiga kelele Denis, kumwita hakuna thamani, kumuona kama takataka. Mtu yule alimfukuza kwenye dhoruba wakati alikuwa na mimba ya miezi minane. B. Washington alisema kwa ukakamavu, najua uonevu ni napuna, na huo ulikuwa uonevu. Wataalam wa kifedha walipita ulaghai, wakionyesha sahihi za ulaghai na akaunti zilizomwagwa mfumo. Marcus alikuwa ameiba dola 67 katika miaka miwili, ikiwa ni pamoja na malipo kwenye maduka ya vito na mikahawa kwa wanawake wengine, siku alipodhaniwa alikuwa kazini. Kisha ikawa zamu ya Denise kwenye kiti cha ushahidi. Bernard alimwongoza kupitia miaka mitatu ya ndoa kwa upole lakini kwa kina, kwa kina: utenganisho wa pole pole, uonevu wa maneno, tabia ya kudhibiti. Marcus akiangalia simu yake na barua pepe, jinsi ya kuvaa na kumwambia jinsi ya na kuzungumza na nani. Ulijifunza lini kuhusu ulaghai wa kifedha? Bernard aliuliza. Usiku mjomba wangu aliponisamia Timu yake ya usalama iligundua kile Marcus alichokuwa akifanya. Sauti ya Denise ilitetemeka. Nilihisi mjinga tumika